Je, yeah, ungependa kujua kwamba mtu ambaye anaheshimiwa zaidi katika Ukristo pia anaheshimiwa katika Uislamu, lakini mtazamo ni tofauti sana. Yesu ni mtu muhimu katika dini hizi mbili. Wakati wa Kristo wanamwamini kuwa ni Mungu na mwana wa Mungu. Waislamu wanamheshimu kama mmoja wa manabii wakuu wanaoheshimiwa kwa mafundisho yake na matendo yake ya miujiza hali hii ya upinzani mara nyingi husababishwa na kutokuelewana na dhana potofu kuhusu nani Yesu kwa kweli ni ndani ya imani ya Kiislamu. Katika Uislamu, Yesu anaitwa Isa, ana nafasi ya kipekee kama mmoja manabi wa manabii wakuu waliotumwa na Mungu. Wakati Ukristo wanamwona Yesu kama mwana wa Mungu, Waislamu wanatambua hasa kama mjumbe wa kibinadamu Alichaguliwa kupeleka ujumbe wa Mungu kwa wanadamu. Tofauti hii ya msingi imeathiriwa na mtazamo wa Kiislamu kuhusu Yesu na kuonyesha umuhimu wa misheni yake ya unabii tangu wakati wa kuzaliwa kwake kwa, kwa muujiza hadi mafundisho yake aliyotoa Yesu anaonekana kama mtu muhimu katika mfululizo wa unabii unaojumuisha watu kama vile Adam, Nuhu, Musa na Muhamed. Kila mmoja wa manabii hawa walichaguliwa kuongoza jamii zao, wakileta ujumbe unaosisitiza umoja wa Mungu na umuhimu wa kuishi kwa haki. Katika muktadha huu, Yesu anasherekewa si tu kwa kuzaliwa kwake kipekee bali pia kwa athari kubwa aliyoleta kwa watu wakati wake. Waislamu wanaamini kwamba Yesu alizaliwa kutoka kwa Bikra Mariamu, tukio ambalo lilitajwa katika Kurani kwa heshima. Mimba hii ya muujiza iliidhinisha hadhi yake ya kipekee, lakini inaonyesha uungu badala yake, ilisitiza jukumu lake kama nabii aliyeongoza wanadamu. Mariamu pia anaheshimiwa katika Uislamu na yeye ndiye mwanamke wa kipekee anayetajwa kwa jina lake katika Kurani, inaonyesha heshima na umuhimu wa kipekee unatolewa kwake katika tamaduni za Kiislamu. Katika maisha yake yote, Yesu alifanya miujiza mingi ilionekana kama ishara ya nguvu za Mungu. Baada ya kushahidi waungu wake, Qurani inataja baadhi ya miujiza hii ikiwa ni pamoja na kuponya wagonjwa, kuwapa uono vipofu na kufufua watu. Matendo haya ni muhimu kwa sababu yanaonyesha rehema za nguvu ya Mungu zikifanya kazi kupitia Yesu. Waislamu wanaamini kwamba miujiza hii inathibitisha jukumu lake kwa ujumbe na kupitia na kuamini katika Mungu mmoja wa kweli. Zaidi ahayo, anamini, ya hayo Yesu alichukuliwa kama mbeba Injili ambao Waislamu wanaamini alikuwa mwongozo kwa wafuasi wake, ingawa Injili ya awali ilichukuliwa kama imepotea. Mafundisho yanahusishwa na Yesu yaliheshimiwa mara nyingi, unaunganishwa na yale ya manabii wengine. Yesu anasisitiza umuhimu wa kumpenda jirani kwa ajili wasio na bahati na kuishi maisha ya uaminifu na huruma, kanuni ambazo zinalingana kwa kina na maadili ya Kiislamu. Mafundisho ya Yesu mara nyingi yalionekana mwangaza wa ujumbe wa mwisho iliyotolewa na Nabii Muhammad. Wakati Yesu aliita watu kuabudu Mungu na kuishi kwa haki, Muhammad anaonekana kama nabii wa mwisho aliyetoa ujumbe kamili na usio na mabadiliko wa Mungu kwa wanadamu. Uhusiano huu wa Yesu na Muhammad unaangazia maendelezo wa ujumbe wa unabii katika Uislamu. Kwa kutambua Yesu kama nabii Waislamu wanaweka wazi umuhimu wa kufata mwongozo wa Mungu kama inavyotolewa kupitia kwake. Imani hii inawakaribisha Waislamu na Wakristo kuthamini heshima ya pamoja kwa Kristo licha ya tafsiri tofauti za asili na jukumu lake. Kuliweka Yesu kama nabii badala ya figuru za kiungu kufungua malango na mazungumzo kati ya dini, ikihamasisha mijadala yenye heshima kuhusu imani na mifumo ya imani. Kumbuka kulaiki video hii na kujiandikisha kwenye chaneli yetu. Kama unamjua mtu ambaye angependa hii mada ya kuvutia, mshirikishe naye kueneza mazungumzo. Katika imani ya Kiislamu, kusulubiwa kwa Yesu kunafahamika tofauti sana na katika Ukristo. Wakati wa Kristo wanaamini kwamba Yesu alisulubiwa na kufa kwa ajili ya dhambi za binadamu. Waislamu wanasema haikufanyika hivyo. Qurani inasema kwamba wale waliosema kuwa walimua Yesu alikosea; hakusulubiwa, bali alitiishwa kwa Mungu badala. Waislamu wanaamini kwamba Mungu alimlinda Yesu kutokana na hatima hii. Wanasisitiza kwamba yeye ni nabii aliyepewa heshima badala ya kuwa na fugra ya kafara. Mtazamo huu unasisitiza huruma na haki ya Mungu katika kuwalinda wajumbe wake. Zaidi ya hayo, Waislamu wanaamini katika kurudi kwa Yesu, ambao ni tukio muhimu linalotokea kabla ya hukumu. Yesu atakaporudi, atamshinda masiwa uongo, anayejulikana kwa jina kama Almasi Ajad na kuleta haki na amani duniani. Kurudi kwake Kutachukuliwa kama kutimizwa kwa ahadi ya Mungu, ikisisitiza jukumu la Yesu kama nabii anayewaongoza watu kurejea katika ibada ya Mungu mmoja wa kweli. Kuelewa imani hizi kunasaidia kufafanua mtazamo wa Kiislamu kuhusu Yesu na kufungua njia kwa mazungumzo yenye maana kuhusu imani na jukumu la manabii katika Ukristo na Uislamu. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa mioyo iliyo wazi, kuelewa na kukumbatia uzuri wa uumbaji wako. Tunakushukuru kwa kipawa cha imani na njia tofauti zinazojitokeza katika maisha yetu. Tunakuomba utusaidie kuthamini mafundisho ya manabii wote, ikiwa ni pamoja na Yesu ambaye tunamuheshimu na kumheshimu. Tupe hekima kujihusisha katika mazungumzo ya maana yanayohusiana na heshima na upendo kati ya wale wanaoshikilia imani tofauti. Tunaomba mazungumzo yetu yaongozwe na Roho wako, yakiwa na huruma na kuelewa, tunaposhughulikia changamoto za imani. Tusaidie kuzingatia thamani zinazoshikiliwa na upendo, wema na haki. Tuwe na wajumbe wa amani tukijenga daraja la kuimarisha uhusiano kati ya jamii zetu. Tunakuomba mwongozo wako katika safari ya imani, na tueleze kuweza kila wakati na kufundisha hekima katika maneno na matendo yetu. Katika jina la Yesu tunaomba, amen.